Muda mrefu sasa kwenye jamii kumekuwa na msukumo wa kuhakikisha kuna kuwa na usawa baina ya wanaume na wanawake katika nyanja mbalimbali mbali, ikiwemo uongozi, ajira pamoja na elimu. Mila ndo chanzo kikubwa, lakini pia eh, jambo la pili ni eh, changamoto za kisheria. Baadhi ya sheria zetu bado zina mapungufu. Mapungufu hayo ndo yanayosababisha E, kutokuwa na usawa wa kijinsia. Unakuta mwanamke na mwanaume e, wameajiriwa ofisi moja, lakini wanaporudi nyumbani, kulingana na mila na desturi zetu, imezoeleka kwamba shughuli za uh, kazi za nyumbani ni kazi za mwanamke. Yule mtoto wa kike unapotengeneza shule ambayo hata miundombinu, anapokuwa anapokenda kwenye siku zake, inabidi akose shule kwa muda wa siku nne mpaka saa ingine sita asiende shule lakini akirudi hakuna namna ya kusema kwamba yale aliyokosa aweze kuyapata, hutegemea kwamba huyo atakuwa sawa na mwenzake. Lakini pia na saa ningine, umbali wa shule, watoto wanakutana na vitu vingi sana huko njiani. Matokeo yake ndio tunapata hizi mimba za utotoni, watoto wanaacha shule, lakini wengi wanaoacha ni watoto wa kike. Si kwamba wanawake hawajasoma au hawana uwezo, nadhani bado tulikuwa tunakabiliwa na mifumo dume ambayo wakati mwingine kuna kazi mwanamke akifanya anaonekana kama amefanya kazi ya mwanamume, lakini ukimwacha yule mwanamke akafanya anafanya vizuri. Kwa hiyo nadhani ifike mahali tuaminike wanawake kwa uwezo wetu, na sio tuaminike tu kwa sababu sisi ni wanawake, hapana. Baadhi ya wananchi nao wameunga mkono hoja hizo. Ni kutokana na mfumo dume ulioanzishwa toka zamani, kwamba mwanamke hawezi, mwanamke hawezi kuwa kiongozi, mwanamke yeye ni mama nyumbani tu lakini mimi naamini kwamba mwanamke anaweza. Mwanamke anakaa nyumbani, na yeye anasubiri baba alete chakula watu wale. Kingine pia ni wanawake, asilimia kubwa unakuta wao kama wao bado hawajajiamini kwenye, kwenye kufanya kazi. Sasa nini kifanyike? Kwa hiyo tunahitaji sheria ziboreshwe, tuangalie hizo customary law, kwa maana sheria za kimila, sheria za kidini pia wakati mwingine zinaleta hizo E, wengine wanaamini kwenye imani zao kwamba baadhi ya e, kulingana na jinsia mwanaume anaweza akawa ni ndo kiongozi. Lakini pia elimu itolewe kwa jamii isambazwe ifikie wananchi ili kubadili mitazamo zao. Wanawake wale ambao wako kwenye nafasi za juu za uongozi wasisite kuzungumza mafanikio yao, hii itasaidia pia hata kuleta hamasa kwa wanawake wengine lakini kwa jamii kwa ujumla wake. Wapo wanawake ambao wanafanya mambo makubwa sana, lakini hayasemwi, hayazungumzwi. Kuna hitaji uwekezaji tofauti kwa ajili ya kuweka mazingira ambayo yako na mrengo wa kijinsia kwa ajili ya kuwasaidia wanawake, labda ni mjamzito mm -hmm. ana mtoto mdogo tayari tumetengeneza miundombinu, kuna vyumba mahususi ambazo anaweza akaja na mtoto wake mdogo baada ya miezi mitatu akishamaliza maternity akaja na msichana wake wa kazi. Yote hiyo inahitaji rasilimali, inahitaji maandalizi, inahitaji bajeti. Tuwe na kazi data ya wanawake viongozi na kuangalia kwamba wanawake walioko katika uh, kada za chini walioko kwenye kada za kati na kada za juu, na kuangalia kwamba wanatakiwa uh, kuendelezwa katika um, ujuzi gani, maarifa gani, ili waweze wale walioko kwenye chini waweze kupanda kwenye ngazi ya kati na hawawezi kushika nafasi kubwa za uongozi. Esta Bela Malisa, Azam News, Dar es Salaam.